Mufti na shehe mkuu wa Tanzania Abubakari Zubeir amesema Baraza Kuu ya Waislamu Tanzania BAKWATA itaendelea kusimamia maslahi ya nchi ambapo ametoa wito kwa Watanzania kuendelea kuwa wazalendo na taifa lao pamoja na kuilinda amani. Ameeleza hayo leo wakati akizungumza na baadhi ya viongozi wa dini na serikali wakati wa ziara yake ya kikazi mkoani Njombe ambapo pia amesema miongoni mwa kazi ya BAKWATA ni pamoja na kuhimiza watu kuilinda amani na kuwa wazalendo na taifa, tofauti na wengine wanavyodhani kuwa baraza hilo linatumiwa na serikali. Kwa sababu sisi tuna siasa moja ya kusimamia dini, maslahi ya dini, lakini tuna chombo sii kinaitwa BAKWATA, pia tunasimamia chombo hicho na kingine. Hatuwezi kutoka katika kusimamia maslahi ya nchi, maslahi ya nchi au serikali iliyoko katika utawala, hatuwezi kuondoka hapo. Halafu mengine yatakuja, lakini mambo matatu ndio mambo makubwa sana. Na ndio maana utaona hata katika hutuba zetu au mihadhara yetu au hata ile yangu kama utakuwa unaifuatilia yeah. tunazungumza sana masala ya amani yeah. Sababu sisi tunaijua nchi ilivyo, tunazungumza sana masala ya amani na uzalendo, watu kujenga uzalendo. Sasa akili ya watu wengi wanafikiri labda sisi ni vibaraka. Yaani, serikali inatutumia, nendeni huko mkasema hivi, ah. Sisi hatutumiwi na serikali. Sisi sisi wenyewe. Tunajua umuhimu wa kutengeneza jamii ambayo inajua umuhimu wa kuwa mzalendo katika nchi yako. Na hayo ni mafunzo katika dini kwamba mtu na Muislamu kamili ni yule ambaye ana uzalendo wa nchi yake. Tunajaribu kulifundisha, ili ili watu kutoa fikra za ndani ya nchi au nje ya nchi Kuleta ufisadi katika nchi, eh, lakini pile vile tunajua umuhimu wa amani. Bila amani hakuna jambo litafanyika. Hata hayo mambo ya dini tunazungumza: misikiti, kuswali, kufanya hivi, kufunga mwezi wa Ramadhani, kwenda Hija. Hayo yote hayawezi kukamilika kama nchi haina amani. Haiwezekani. Ndio maana kwa kizungumza hadha ilikuwa Iringa juzi. Eh, nikazungumza kwamba moja katika mambo muhimu ambayo ndio muhimili wa, wa dini una mambo matano. Lakini sisi kule Kairo katika mkutano wa mamufti tumesema haya mambo matano ni kweli: kuilinda dini, kulinda nafsi yako eh, kulinda heshima, kulinda mali. Vitu hivyo vyote viko katika hiyo misingi ya dini ambayo ndio inashiki ndio ndio makusudio ya sheria ndio yako hapo ndio kama Uh, wanaita Kiarabu mahawir, yani mihimili mihimili ya, ya, ya dini mambo matano. Situkasema tuongeze la sita <laughs> wazetu wamepita mashehe wameweka hayo matano huko nyuma kwa miaka nenda miaka rudi. Kwa sasa kuna umuhimu wa kuweka jambo lingine la sita. Lipi? Kulinda nchi, kwa sababu dini hatuifanyii mbinguni, dini tunaifanyia hapa hapa katika ardhi kila mmoja na nchi yake. Sasa lazima kuwe na jambo jingine la sita ambalo linasimama katika kulinda nchi ili dini ifanyike. Dini haiwezi kufanyika katika nchi ile iliyokuwa na vurugu. kwa hiyo tukaweka eh, mihimili badala ya kuwa mitano kwa sasa ni sita, kutokana na juhudi za wanazuoni na mamufti wa dunia nzima. Tumekutana Cairo pale, chini ya wizara ya mambo ya dini na chini ya eh, shehe mkuu wa chuo kikuu cha Azhar na kila mmoja alikuwa na maoni yake, hata mimi nilikuwa na maoni yangu, nimezungumza na kueleza umuhimu wa mambo yalivyo. Tukakubaliana kwamba lazima patikane huo muhimili wa sita. Hii yote ya ku ya ongezeko hili ni katika kutazama umuhimu wa amani, kwamba amani ndio kila kitu kiko katika sala la amani. Amani kama itakuwa hakuna, basi kila jambo haliwezi kuwa lakini inshallah tunakusudia, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, baada ya uchaguzi mkuu ujao yes. Pressure ya nchi itakuwa imepungua, tutakuja tena huko, na madhumuni ya ziara yetu ni kutaka kuweka sawa pia Waislamu katika masuala mbalimbali ya kidini yakiwemo hayo ambayo umeyazungumza yanahusiana na masuala ya uchumi, masuala ya maendeleo na tulikuwa tukizungumza sana kuhusiana na masuala hayo, na kwa bahati nzuri nilifikiri Sheikh Musa atakugusia katika sala la nani atakaye kuja kuchukua nafasi. Tulikuwa tumeliona hilo jambo muda mrefu, tukaona BAKWATA inapata viongozi wa kukopa kopa, yani ambao hawajaandaliwa mm -hmm. Anaambiwa wewe utakuwa shehe wa mkoa, wewe utakuwa mwenyekiti, wewe utakuwa hivi sio watu ambao wameandaliwa. Ukiangalia na nyinyi mlioko serikalini huko, nyinyi mmeandaliwa kiasi cha kwamba macho ya serikali yanakuwa yamekuelewa kwa muda mrefu sana. Sasa na sisi tumeanzisha kitu kinaitwa Darul Mahari. Darul Mahari ni chuo tunachokusudia kila mkoa kiwepo na kila kiwilaya kiwepo, lakini haja yetu ni kutaka kwamba vijana wafundishwe watakaoweza kuja kuliendesha baraza katika mtindo huu tunaotaka sisi, wa kuweza kuwaweka watu sawa, kuweza kulinda maadili ambayo kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili sasa hivi, kwa tumeanzisha darul maarifa kwa sababu ya kitu kama hicho. Na nimefurahi jana nilipokuja hapa Njombe, nimepelekwa na Sheikh wa Mkoa, na, eh, eh, na Sheikh wa Wilaya mwenyeji kwenye eneo ambalo ni lina kituo cha hiyo Daru maarifi na kinajengwa sasa hivi nikafurahi. Na mimi katika kitu hiki cha Daru maarifi, viongozi wa mikoa, wilaya bado hajaelewa, na watu wangu wanazungumza sana, huyu ni mkurugenzi wa elimu, huyu ni katibu katika ofisi ya mufti, huyu ni satawala katika ofisi ya mufti, na yule bwana pale maadhi anasimamia sana, na huyu kombo mambo ya elimu s yes, tulikuwa na kitu kinaitwa Bakwata Online Academy nadhani umekisikia sana kwa sababu wewe ni hodari wa kufuatilia, lakini sasa tumefikia katika Bakwata Online Open University, wala shughuli kwa wale mabwana pale, na wataalamu mbalimbali, wasomi mbalimbali ndio wanashiriki katika kuendesha hiyo na tuna eneo tunaliendea tuka tulitafuta toka mwaka elfu mbili na saba kipindi kile mimi kuwa naibu mufti tu mpaka sasa hivi lina, ma, lina, lina mafanikio makubwa sana. Huyu kisa alikuwa ni mkuu wa, wa wilaya DC kule Korogwe, anafahamu sasa hivi lile mm -hmm. eneo wakati wote, kuanzia sasa tutalitia mkononi, itakuwa na ekari mia tatu. Makusudio oh. ni kujenga chuo kikuu pale ambacho kitakuwa kinatoa elimu mbalimbali tu sio elimu za kidini peke yake ya. Kwa sababu haja, haja hata katika hii Darul Maarifi sio kuwafundisha watu dini peke yake, wafundishwe na elimu hizi za kawaida ili kuondoa pia msongamano. Akitoka pale mtu kasoma dini anajua, lakini ana taaluma nyingine anaweza kujitegemea katika kujiajiri.